So utashinda ukirudia tu maneno moja, na mtu alikuwa anapiga simu hata ujui alikuwa anapiga shughuli gani eh? hey, lazima nishinde nikirudia, sababu uwezi pigiwa hapa simu, unakata ku, ku, answer call yenye umepigiwa. So una expect mimi nikaenge hapa nikipochu kifanya ufala? Unapigiwa simu na huyo Stella kila mara unakataa ku. Sasa kwani unajua masaa ya nyumba ni gani? Mwanaume anafaa shike simu masaa ya nyumba ati nini? Hakuna kushika simu masaa ya nyumba ama nini. Ah wewe. Wewe we, we, kama we, unitaki niambie niende. Wacha nikwambie simu inashikwa kila masaa. Unaona? So hakuna venye utapigiwa hapa simu na nimeona already nimeona ume save ni Stella alafu niambi ukatae ku receive call. Of late nimeona uko na madharau. Madharau gani? Nilikupea dawa ya kushuka ukakula. Ukaniambia aje? Nilikwambia aje? We, we, we. Unanipea dollars, unanipea pesa lezo, unadhani kushuka ni hiyo pesa ulinipea? Yo pesa ulinipea inatosha kushuka ama, ni Stella unampea pesa mingi, mimi unakuja kunipea hapa pesa kidogo? Stella, Stella, ni, unajua Stella ni mama. I don't care. I don't care. Kwani wamama ni nini? hawana yenye wasichana wa, nini, wako nayo kitu? wamama wako nayo ndo wasichana wako nayo, please, tafadhali. Eh. So unamaanisha aje? So mimi na mimi nakulana na Stella? Eh, ni mrisa um Unaona, umcall uongee nikisikia? Mi nipigie mama tuambiane nini? Na kwani huyo mama anakupigianga, mkiambiana nini na yeye? Wewe, ebu fanya aje kitu rahisi? Mimi hiyo maneno sitaki, ebu nilete chai. Hiyo maneno utataka my dear. Kama ni chai acha nikuletee chai. Na kusumbua, Shiba, utaniambia, na mingi. Wele, chai wacha mambo mingi. Sasa nimekubeba wanao, kwani mi nilimwambia pige simu usiku? Wewe lisikia, unajua sikushika simu juu kuheshimu We kwa nini ulipigiwa na ule mwanaume wa kanisa yenu wa group at group, group leader na ukushika? Na wacha nikwambie, wacha nikuulize swali. Eh. Ati si kushika. Ukushika simu. Mimi najuaje kama mister, mister, eh. Sitaki mkate kama ukupika ndo mtaomba mkate hapo. Sitaki hizo mkate. Aya, utakunywa chai hapo. <coughs> Hakuna kitu kingine hapa. Unajua unajipa tu maneno ya unajijazia maneno kwa roho. Kiumane aje, unataka uh -huh. uh -huh. <stress> kunipiga hata hizo nguvu za kupigana nawe siwezi lakini kile utafanya nini? Ah. Ni niupigie hiyo Stella ni nani mwenye na receive? Stella ni mama mwenye alinipee ali, ali, ali, ali, e, shida ulipewa dma wani, ukishapewa du nilinua. Alikuwa niambia niende ni, ni zingine kesho juu niliacha pesa huko na jikoroga aje. Nlete maji ya kunawa. Siendi kunawa. Hebu nlete maji ya kunawa. Tutakosana, siendi kwa sink. We umeanza madharau sasa, umeanza kumea pembe. We mi, hebu nlete maji ya kunawa mikono. Mi stoki hapa sasa kuna watu bado wananawisha ngua wa mkono mimi. Mimi utanawisha. Wananawisha. Mimi utanawisha. Sink siko pale, pale? Enda ujioshe mkono tafadhali, ukunywe chai ushibe, then uniambie wewe, Stella ni nani. nimekuletea chai ndio hiyo. Umanza kiburi wewe mwanamke. Hapana, si kiburi, hakuna venye mimi nitakaa hapa upigiwe simu. Simu. Then unaniambia ni mami? Sasa wa, wa, eri mimi alinipatia zawadi ya nduma ya Valentine. So ulinipea nini? Mtu ananiuzia nduma kwa bei cheap. Kwa bei gani nilikubaiya watch. Watch. Ni ya madem it just because imetorwa love. Awmsie yes, nitakaaje? Na watch na imechorwa mambo ya mapenzi, hiyo ni yangu. Ebu wachana na, na hiyo yes, watch, respect your hi hi husband, tukwane tukwane husband so that you may live a, a long, life, a long life in this eh, world kila mtu apeane respect. Unipee respect, nikupee respect. That is it. Hakuna venye mimi nitakupee respect ukose kunipea respect. Aje. Then unaanza kunisomea pa Bible verse, na una cheat na Stella. Kwani ni mamas manzee. Mamazo andoma, manzee. Eh. Yaani mtu kuni gift ni vibaya kunipigia simu ni, ni shida. Si ndio hizo mando mando unapewa. Then unaenda unafanya vitu zako na yeye. Eh. Utajua aje. Aje tena, manzee. Aje, aje tena. Aje tena, si umeona mandoma, utuletee hapa juu tuko na tuko na njia ya mandoma. Unaona, mimi na Presley tuko njia ya mandoma femi. Umekuwa msika, hata uja recover, umeanza kujipa stress zingine. Lazima lazima mi si fala, na mimi sitaka hapa kama now fika. check ebu kunywa chai then you call that mamas of yours mwenye umesema exactly. Huyo ndo nangoja umpigie. Sulitoa rozanko wale tunasikuongea. Ni, nilitoa nini? Dozangu wale tukienda kufua na siku ongea nikapata necklace. Do you know, I got, nilipata necklace hapo. Acha nikuonyeshe uniambie, kama hii necklace ni ya wamama, ndio unanibeba unaniongezea makosa juu wengine niambie kama hii necklace ni ya wamama. Hii necklace ni ya Stella, shushu yako, sugar mami. Umeona hiyo necklace nilipata kwa mfuko hiyo wale tunasema nikiosha nguo nilipata kwa mfuko yako

Mi manzie vitu zingine zina drain kwa mes, hata zimesikwa ni wewe mwenye unataka kujimes. Sawa, mimi usidhani ni wale madem mwenye nitachitiwa nikikubembeleza hapo. Unataka wana... So, so kunipiga, sitakupiga lakini ni uniambie ukweli chai venye umeweka maji mengi, unakosa heshima. Unaniwekea katuni asubuhi. Nini? Unaniwekea aki aki, katuni. Akienda shule mtoto na watch katuni, unaharibu baka mtoto, umekosa heshima baka, unaharibu mtoto, mtoto na watch katuni akienda shule. Unataka watch nini? A watch pornography. Una unaongea? Hapo unataka watch nini? Kuna pornography kwa YouTube? Eh, hey, kwani YouTube kuna kitu aina? Hebu kwanza acha kuniuliza maswali zenye mstaki na maswali za ufala. Wacha nikuambie. Chai na sukari, leta sukari ama tuko sana pia. Hakuna sukari inaendea. Hebu leta sukari wewe. Hiyo keki kuna sukari. Hakuna sukari inaendea. Nisimame nikuletee chai umesema utaki mkate nikuletee keki. Then uniambie tena nikulete sukari? Hebu acha kunibeba wana na uache kunini kuenda around the bush. Unajua kuj explain ni ngumu sasa. Just because hii ati iko na love ni necklace ya, okay, just because Valentine nilikubaia watch ukakuja ukasema sawa, wacha nitanulia Wesley nyingine, nimekugawa hii shika Chika. Abuju buju buju buju my love. Ona ona veda kufanyia mazee. Don't you need somebody? Femi awana awana, no. Mimi usidhani utanibembeleza nikae fala hapa tu na nibembeleza. No. By the way, mimi si, mi bado siko adolescence. Penye utanidanganya ukinilenie eti ni rudi form. No. <laughs> <laughs> umekuwa uluk... wachana... unaka, unakaa tu bado jaunataka but wewe ni kama Ashinde kukupiga. Sasa uu nataka kuniaibisha mbele ya watu, ma customer wangu. Unajua ni mwanamke wa heshima sana oh, sivyo si, yaani mtu mwenye venye si venye unanifikiria, yani mtu mpaka ananipatia ndoma za mtoto hii ananiuzie ndoma za mtoto hii. na nini? naweza nunulia mtoto wangu ndoma, ndoma inaanzia 50 bob. wewe niulize. oh, ndoma inaanzia 50. eh, ndoma? ndoma. yani wewe ndio mama wa nyumba na ujui ndoma ni pesa ngapi? inaanzia 50, si waru, nduma inaanzia bob. Sijasema waru mimi, nasema nduma. Acha maneno yako, kama unipendi useme, kama sikupendi niseme. Unajua auweze aeka ati love We ka unipendi sema, mimi nimekuambia kitu rahisi. Ka unipendi sema. Ona kitu naletea mwanaume akula asubuhi. Wengine wanapikiwa ugali huko na ni ugali na, na nini na, na nderema. Au ni, okay. Ndio nakwambia hao ni, hao. Mimi ni mimi. So, kitu utafanya sai ni upigie huyo Stella.

ni nini? Wamama wazee hawana yenye mimi sina? Sa so, unamaanisha aje? ni nini yenye uwezi kula kwa wamama wazee yenye uwezi kula kwangu? so unanituma niende kwa mama wazee? ndio nakuambia. so, si unadanganya, hiyo Stela ni mama mzee. Hebu niambie unanipenda kwa saisi, sikupenda sasa. tunaishi <laughs> aje hapa kama unipendi? so utaniua kwa wa saisi, sikupenda utanipenda baadaye, utanipenda baadaye, nikupende na unanifanyia wana nikupende na unacheat na Stella, nenda mpigie Stella simu ndio ujue akuna kitu kama, mpigie sahii, mpigie, mpigie, kitu kama. Mpigie sahii eh, eh, sahii. Si eti nini? Mimi femi uta, utanifos kwa vitu si yuko? Si upigie Stella? Si umesema alikuwa amekuambia uende mandoma? Si niliende, kwani ndoma za nyuma kataa kunipikia ni gani? Siwezi pika vitu zenye sijui zinatoka wapi. Kiti yangu mbona ulieka kichen? Siwezi. Kiti yangu mbona ulieka kichen? Siwezi... kiti, kiti yangu ya kwenda live? Eh, nilieka kichen na sababu huko. Umechoma paka bulb. Nani amechoma bulb? Si ulichoma bulb? Wewe! atuongelee stories zingine wewe! Ah, wewe na makosa yako makosa yako, kwa nini utaki iongerewe? Ona, we hata hujasolve issue ya kicheni yako, nakuja kunipigia mwa, mwanamke! Kwanza solve issue ya kicheni yako. Kiti yangu inafanya nini? Ni kiti yangu inafanya nini kicheni? Kiti yangu inafanya nini kicheni? Steam haifanyi, ushachoma hiyo hiyo, ni kwa gharama yako ni kwa gharama yako, tengeneza, utaandikwa shoku, utabaki uko peke yako. Hakuna kitu naambia na Stela sisi, saa hii Stela ni mama wa kuuza ndoma, mm, anauza ndoma. That's all. No, unamuzia nini? Kwa mina, sinampea pesa Siku hizi unanibeba ndogo, yani sikuhizi unaona mi ni wakwenda na wamama sindio? Sikuhizi ah, sikuhizi unaona mimi ni wakwenda na wamama sindio? Satu nanipatia, unajua naweza kuachia hike ukule, nive na kuhurumia utafikiria ni sikupendi. Acha ni kule tuju sikupendi Tafadhali. Eh, ebu hmm, hey, pigia huyo mama wako mwenye unasema mama wa manduma. Ebu mpigie. Je, na nini nitaondoka hapa nikuwe nikilipa tu nyumba, nikuache uishi hapa peke yako, haina shida. Kwani tunakaa juu yako? Haina shida. Hivyo ndio tutaongea, hey, juu unakosa respect Uwezi pigiwa simu usiku ukose ku receive. How? Then mimi ni mzuri nika, nimevumilia mpaka saa hii asubuhi, asa ni kuvumilia ama ni ni trouble, sio ulikuwa unapanga maneno nikasema, at least wacha nikuulize historia asubuhi, then wewe badala upigie, badal upigi huyo Stella, mimi nirithike. Unaongea vitu zako wewe. ah, unanipenda Unanipenda? Unanipenda, lakini si sasa <laughs> so, unanipenda baadae, utanipenda baadaye. Sikia, wacha nikuimbia wimbo. nilikuwa na kana mpenzi na wangu tulipendana kama nyama choma. Nilibahatika kwenda inje nikanunua mandoma kurudishia mpenzi wangu, jina lake ni Femina na kupenda hati Femia anasema hati, mimi nimekula mama mboga. Femia anasema hati, mimi nimekula mama ndoma. Nakudediketia hii song, wewe ni kama unipendi. Sasa utekeaje? Bwana katun asubuhi. Nimekwambia katuni mtoto ndo alikuwa na watch na wachana na hiyo katuni it's none of your business. Na wachana na hiyo katuni, unaona? Na kutokea naenda ushago sasa hivi mimi ni kuache siwende huko. Kwani si usiwende? Kwani ushago ukienda ni nini? Ni nini hakuna, ni nini? Ni nini mimi itanikosa? Hakuna. Cha na kuhurumia ni naweza kuachia hii chakula ukula, kina kuhurumia wewe ni mgonjwa, unaweza gonjeka tena juu nimekataa kula. Hmm. Mimi nakuhurumia mama, ndo mata ni beba vibaya by the way, okay. We niambie kama kuna mpango mbaya kuhusu maisha yangu nitoroke. Hata nenda na huyo mama wako wa mandoma na usirudi kuleta kwa hii nyumba doma. Nikisijisikia kukula mwenyewe wewe mto, nikijisikia mtoto wakitaka kula nitambaia mwenyewe. pesa utatoa wapi? Ati nini? Mm. Kwa nizo zote zenye nakuanga nazo mi sikangi hapa kukutegemea. Kuna mbaba za nakupeanga pesa? Kuna mbabaz, my dear mi mwenyewe nikienda vibarua zangu siwezi kosa kumlia mtoto wangu okay. Doma. Mm. Ati mwanaume anapigiwa simu anakata kushika akuambie ni mama wa ndoma. Kwa kwani nani ajui men, ni wanaume nani hawajui kufix, fix maneno na mna cheat? Don't you need somebody? Ati femi awana awana no, kama ni kukunywa chai kunywe utoke, isi kazi tutashinda hapa kuongea by the way. Ni energy yangu na waste oh. Na waste energy yangu. My black beauty wife. Hakuna. Yaani <laughs> wewe umeamini kabisa. Okay, fanyaje eh, tupigie Stela eh, tupigie Stela. Mm. Ukipata ni mama mboga Pana, na eni, na sasa, utamwambia nini mazee? Acha kunifix wache, tu nieke loud speaker we uweze kusikiza chenye tunaongea. Nitajua nanata, nitamwambia tafadhali

Mtu ye alikuwa na zake, ulikuwa na zako, hizi ni zangu. Sasa zinatoshana hivi. Awe leta hiyo simu yako, nipigie Stella. Basi nisaidie. Sichukui, niko busy, ni na kula.